Msafara wa meli zinazoelekea Gaza Sumud Flotilla ukiwa na zaidi ya mashua 40 za kiraia na wanaharakati takribani 500 t umezuiwa na vikosi vya Israel Jumatano usiku, na wafuasi waliokuwa ndani ya meli hizo kukamatwa na kupelekwa Israel. Mashahidi wanasema kuwa Wanamaji wa Israel walipanda meli hizo takribani maili sabini za baharini sawa na kilomita 130 kutoka pwani ya Gaza, wakikata mawasiliano na kuzuia ishara za mitambo, wakati flotila hiyo ikikaribia eneo lililowekewa mzingiro. Jumla ya meli 13 kati ya msafara huo zimekwisha kuzuiwa baharini. Sef Abu Keshek, msemaji wa Global Sumud Flotilla, amesema zaidi ya watu mia mbili na moja kutoka nchi 37 walikuwa waliokuwa ndani ya mashua hizo, wakiwemo washiriki 30 kutoka Uhispania, ishirini na wawili kutoka Italia, ishirini na moja kutoka Uturuki na kumi na wawili kutoka Malaysia miongoni mwa wengine. Miongoni mwa waliokamatwa na wanajeshi wa Israel ni wanaharakati maarufu, akiwemo Greta Thunberg walipokuwa wakielekea ukanda wa Gaza. Hata hivyo, takribani meli nyingine 20 za wanaharakati zinazobeba misaada bado zinaelekea Gaza ikiwemo moja ambayo tayari imeingia kwenye maji ya eneo hilo. Kwa ajili ya usalama wa abiria wake, flotila ya Sumud imekuwa ikirusha matangazo ya moja kwa moja mtandaoni kadri meli zikikaribia Gaza. Israeli imeapa kuzuia flotila hiyo ikidai wanaharakati hao wanajaribu kuvunja mzingiro halali wa majini, ingawa sheria za kimataifa zinatamka wazi kuwa misaada ya kibinadamu lazima iruhusiwe kupita. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema wanaharakati waliokamatwa wako salama na wenye afya njema baada ya askari wa majini kuwakamata baharini na taratibu za kuwarejesha Ulaya sasa zinaendelea. Msafara huu unaosafiri kupitia bahari ya Mediterania umesha umeshavuta ma cho ya dunia na kukamatwa kwa wanaharakati hao kumezua maandamano katika miji kadhaa ikiwemo Roma, Buenos Aires na Istanbul Jumatano usiku. Ingawa meli hizo zimebeba kiasi kidogo cha misaada ya kibinadamu, dhamira ya flotila hiyo ni kuanzisha njia ya baharini kupeleka misaada Gaza, ambako karibu miaka miwili ya vita vya Israel imeacha wakazi wake katika mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Israel ambayo imekuwa ikiwekea Gaza mzingiro tangu mwaka elfu mbili na saba baada ya Hamas kuchukua udhibiti wa eneo hilo, imesisitiza mara kadhaa kuwa haitaruhusu flotila kufika Gaza. Wakazi wa Gaza wameendelea kuteseka kwa kutoachiwa uhuru wa kusafiri huku kuingia kwa chakula, bidhaa na misaada kukidhibitiwa vikali na Israeli. Hii ni Poa Media.